salamu yenye amani ndani yake kwa Kiarabu niwaambie assalamu alaykum, na kwa Kiswahili niwaambie amani ya Mola iwe juu yenu. Leo tumewaita hapa makao makuu ya Alhikma Foundation kwa ajili ya wito wa mwisho na ukumbusho wa mwisho kwa waislamu wapenzi wa Qur'an na Watanzania kwa ujumla kuja kushuhudia ule mt mtinange yale mashindano makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu ya mabara ulimwenguni yanayotambulika kwa jina The Greatest Intercontinental Holy Quran Competition, kwa Kiarabu musabaqatu karati alalam lkubra lilquran lkarim, na kwa msisitizo kwa Kiswahili, mashindano makubwa zaidi ya Qurani tukufu ya mabara ulimwenguni. Niwaambie Waislamu na Watanzania, mwezi mtukufu ulipata utukufu kwa sababu ya kitabu hiki kitukufu. Malaika Jibril amepata utukufu kwa sababu ya kupewa jukumu la kukishusha kitabu hiki kitukufu. naye Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipata utukufu kwa sababu ya kushushiwa kitabu hiki kitukufu. Nasi tumeambiwa ili tupate utukufu ni lazima tushikamane na kitabu hiki kitukufu, lazima tukifuate kitabu hiki kitukufu na lazima tukienzi kitabu hiki kitabu hiki kitukufu. Al-Hikma Foundation kwa kuzingatia hilo, ndani au katikati ya mwezi mtukufu tunakuletea mashindano ya 25 robo karne hiyo baba yatakayofanyika tarehe kumi na sita wiki hii tu ya mbele ndani ya mwezi huu wa tatu mwaka huu ishirini na tano insha arrahman aladhi allama alquran kuanzia saa kumi na mbili asubuhi kama kawa hadi saa sita na nusu mchana

ili upate kuwatoa watu katika kiza na uwapeleke katika nuru. Qurani imehusishwa na watu na mtu, ni mtu awe muislamu awe mkristo awe hana dini, wote Qurani inawahusu. Karibuni katika viwanja hivi vya Mkapa na Uhuru. Mgeni wetu rasmi si mwingine, ni yule aliye uweza kukivaa kiatu cha mwenyewe Alhaji Ali Hassan Mwinyi, mtoto wake Dkt Huseni Ali Mwinyi, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Lakini waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu yetu Kassim Majaliwa Majaliwa, naye tutakuwa naye. Lakini kipekee mwaka huu tutakuwa na naibu waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Doto Mashaka Biteko, rafiki yangu huyu, kiongozi ambaye ni waajabu sana, anajua Kiarabu na anajua kusoma Qur'ani kwa Kiarabu, jambo ambalo Waislam chungu mzima hilo linawashinda, naye tutakuwa naye na viongozi mbalimbali mbali. Kipekee mwaka huu tutakuwa tuna makadhi wa Afrika Mashariki yote watakuwa ndani ya eh, uwanja wa Mkapa. insha arrahman alladhi allama alquran. Tuna wageni kutoka Omani, tuna wageni kutoka south Africa, tuna wageni kutoka Uingereza, tuna wageni kutoka Kenya, tuna wageni kutoka Burundi, tuna wageni kutoka Rwanda. Dunia nzima sasa imekwisha changamka kuja kujionea ni nani ni bara lipi litakaloondoka na kitita cha milioni 30. Kwa kumalizia, niwaambie Waislamu na Watanzania kwa ujumla, Alhikma Foundation kila mwaka tuna slogan na tuna kauli mbiu na tunakuja kivingine. Mwaka huu kauli mbiu yetu inasema Qurani tukufu ni moja kati ya mawili baba, ama ikunyanyue au ikubwage. Twendeni sasa ikatunyanyue, kwa sababu hayo kayasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyo sahihi pale aliposema, inna Allaha yarfau bihadha lkitabi aqwaman wayadau bihi akharin, hakika ya Allah kuwanyanyua kupitia kitabu hiki atawapandisha jaraj, daraja juu kwa juu, watakuwa matawi kwelikweli, nyota isiyoshikika kupitia kitabu hiki, wakati gani? watakapokienzi ukweli wa kukienzi, wakakifuata ukweli wa kukifuata, wakakiheshimu ukweli wa kukiheshimu, wakakisoma, wakakihifadhi, wakakifanya kuwa dira yao, wakakifanyia kazi, wakakipenda, Allah atawanyanyua kupitia kitabu hiki, na wale waliokipuuza kitabu hiki atawabwaga kweli kweli, na watakuwa pangu pakavutia mchuzi. Baada ya kusema hayo, ndugu waandishi, naomba tangazo yenu. Mmejiandaaje na mafuriko ya watu, hasa watakapoamua kujaa mapema? Alhamdulillah, kile kilichokuwa ndani ya uwezo wetu tayari tumekwisha kiweka sawa, na tunashirikiana tuna, eh, shirikiana vizuri na wizara husika kupitia mameneja madirectors na viongozi mbalimbali wa pale uwanjani na mazingira yote yako sawa. Niwaambie Waislamu na Watanzania wasihofu chochote. Mguu mosi, mguu pili ndio kupandishwa daraja, na atakaikata mguu wake hakuja, huenda akabwagwa. Naam, karibu Saimu gao na uliza Atu... Wapu, bimaana ya viongozi wa, wa dini wenzetu uh, wa upande wa pili. Naam, viongozi wenzetu wa upande wa pili kwa mwaka huu hatukuwaalika kwa kweli, lakini miaka ya nyuma tulikuwa tunawaalika, na kitendo cha kualika viongozi wengine wa kiserikali ambao si Waislamu mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya Ilala, mkuu wa wilaya ya Temeke, naibu waziri mkuu, mawaziri mbalimbali ambao si Waislamu. Hii yaonyesha kwamba e, sisi Alhikma e, hatubagui. Huko nyuma tulikuwa tunawalika, na kidogo wenzetu walikuwa wazito kwa kweli kutuitikia, na huenda hilo likatuvunja moyo kuendelea kualika mara kwa mara. Na mimi kama Sheikh Kishki huwa nina slogan moja, mimi nina slogan e, Watanzania tuungane kwa maslahi ya taifa katika kulijenga taifa katika kupanda mbegu nzuri ya upendo, amani, haki, umoja na mshikamano, na tuwe karibu, tukaye meza moja tule meza moja tule sahani moja. Panapofika jambo la kiimani, tusilaumiane, kila mtu aachwe akaye upande wa imani yake na asilazimishwe kushiriki katika imani ambayo sio ya kwake. Kwa hiyo, huwa mimi si mind kwa kweli, mtu nikimwalika kwenye shughuli za kidini hakuja kwa sababu imani yake, na naomba asiitwe mbaguzi. Hii ni imani, jamani, imani haichezwi nayo kabisa. E, hakuna ubaguzi. Ubaguzi, ubaguzi ingekuwepo tusingekaa meza moja katika maeneo mbali mbali. Swali la pili ndugu zangu, naam, swali la pili, karibu ndugu yangu. Swali zuri, anasema, kila shughuli kutoka Manara TV, kila shughuli na changamoto na bila shaka changamoto katika mashindano ya mwaka jana ya 2024 mmejipangaje e, kukabiliana nazo kuzipunguza au kuziondoa kabisa? Kwanza ni kiri ya kuwa kwa mziki huu mnene kwa kazi hii kubwa kwa shughuli hii kubwa ya kujaza viwanja vion, vyote viwili lazima changamoto haiwezi kukosekana. Kadri Allah anavyotujalia, tunakabiliana na changamoto na tunazitatua kila mwaka ila kuzitatua kwa pamoja. Kwa kweli hatutaki kusema uongo, sisi tumefunga kwa mfano, changamoto kubwa ambayo tume tume mwaka huu tumejipanga kukabiliana nayo ni kupunguza idadi ya washiriki. Mwaka jana tulikuwa tuna idadi ya washiriki takriban 23 takriban, mwaka huu tumeamua kuweka 17 ambapo kwa taimu tuliyoiandaa wakianza kwa muda tuliokubaliana na ma majaji, mashindano saa nne takriban na robo hadi na nusu mashindano yameisha. Tunawapa meza kuu masaa mawili tu ya kuzungumza salamu na kugawa zawadi. Tunatarajia ikiwa mola atatia baraka nia zetu sita unusu mwaka huu tumalize. Kwa hiyo hili pia ni moja ya mbinu ya kukabiliana na uwingi wa washiriki na kutumia muda mwingi sana pale viwanjani. Hawa viongozi wetu wana upendo mkubwa, wanaheshimu dini, wanakaa muda mwingi kutuvumilia, lakini wakati mwingine huenda hawapendezi kukaa muda mrefu sana pale. Kwa hiyo hili ni moja ya mambo ambayo mwaka huu tunataka mungu akipenda e, tulisimamie kwa dhati ili usomaji wa mashindano yenyewe e, uishi haraka alafu tuingie katika hayo mengineyo Insha Allah Tanzania, uzuri wa Tanzania, huwa napenda kusema Tanzania ni nchi ya kipekee, kwa sababu ni serikali zote za Tanzania ni serikali zenye kuheshimu dini na zenye ukaribu na watu wa dini na viongozi wa dini. Ni serikali chache duniani zinazoshirikiana kwa ukaribu na viongozi wa dini kama Tanzania, kwa mahusiano hayo ya baina ya serikali na viongozi wa dini, wao ni viongozi wa kiserikali na kisiasa, sisi ni viongozi wa kiroho. Sisi ndio tuna watu hasa. Alafu sisi hatujui kustafu, hilo ulijua dada pili. Lakini viongozi wetu watastafu tu, hakuna rais mwenye miaka zaidi ya kumi na moja katika nchi, miaka kumi ataondoka. Mawaziri miaka mingapi? Ataitwa mstaafu. Hakuna shekhe mstaafu. Hii maana yake, kwa kuzingatia hilo serikali yetu na siri miongoni mwa siri za mafanikio ya Tanzania kuwa ni nchi yenye baraka tele, amani, utulivu, umoja, mshikamano, ni serikali kuheshimu dini na watu wa dini. Na ndiyo maana Alhikma Foundation mwaka huu tunatimiza miaka kumi ndani ya uwanja wa Mkapa na Uhuru, hilo ulijue, sio mwaka wa kwanza, ni miaka kumi, na serikali inatupa ushirikiano na tunaendelea kutumia hivyo viwanja na tunaamini serikali mbegu hii nzuri, mbegu tamu ya kuendelea kuwa karibu na viongozi wa dini, bado serikali itaendelea kupanda. Na sisi eh, uwanja tumekwisha pewa siku nyingi, na jambo letu lipo, insha allahu taala. Na sisi katika haya mashindano, dada Pili, nikwambie, huwa tunaombaga dua. Usione tumekaa tu pale, dua zinamwagwa pale, wizara yenyewe inapigiwa dua pale, nabarikiwa hata mkitaka timu zenu mzilete pale zipigwe dua, tutazipigia dua, lakini kwa sharti zikiwa zinashindana na timu za nje. Ndani kwa ndani mtatupeleka, kule kule kwenye utopolo na ukolo, mtatupeleka. Na sisi viongozi wa dini hatutaki kuwa, tunataka kuwa neutral. Kwa hiyo dada pili, kwenye hilo usio na wasiwasi. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni serikali ambayo inajua namna ya kuishi na viongozi wa dini. Sisi na wao tunategemeana na ndio maana sisi pia tukiitwa kwenye lolote la dini tunashiriki. Mimi juzi nimeitwa Arusha kwenye maridhiano day, waziri mkuu alikwepo, makonda alikwepo, pinda alikwepo, nimekwenda na nimesema neno, kwa sababu ya mahusiano, kwa sababu nikiwahitaji wananisikiliza, wakinihitaji na mimi nawasikiliza. Na kwa kutegemeana, kushirikia na kushirikiana, nchi hii itaendelea kupaa na itaendelea kuwa taifa lililo barikiwa. Nasema tumezoea kusikia unakuwaga na surprise, si ndio? kwa ajili ya hadhira wanaohudhuria pale. Kwa hivyo, angelipenda akajua surprise ya mwaka huu ni nini, lakini zawadi kuu mwaka huu pia ni nini? Ndugu Jafar, nikwambie tu wewe na waandishi wa habari na Watanzania kwa ujumla, Al-Hikma Foundation hatujawahi na mpaka msimamo wetu uko pale pale, hatutowahi kuwaita Watanzania kuja uwanjani vishawishi mbalimbali vya kidunia, kwamba mtu wa kwanza kuingia atapata kitu fulani, watu kadhaa watakaoingia watapata kitu fulani. Sisi tunataka tuwajenge waislamu kidini, tuwajenge waislamu kiimani. Allahu akbar! Tuwajenge waislamu kiaqida, tuwafanye waislamu waje wenyewe kwa msukumo wa imani, Qur'ani iwasukume waje wenyewe kwa nauli zao, kwa miguu wengine na tunaamini kufanya hivyo ndio waislamu kufanikiwa kwao wa. Lakini tukiwaambia waislamu tutagawa hiki na kile, bila ya shaka wapo watakaokuja kwa ajili ya kufata zile zawadi za kidunia, na hawataumbulia chochote katika uwanja wa Qur'ani na watakuwa pangu pakavutia mchuzi, na huenda ikawabwaga duniani hadi akhera. Kwa sisi Al-Hikma hamjawahi kutusikia tukisema hiki wala kile. Hatujawahi kugawa nauli sisi kwa watu waje uwanjani. Hatujawahi kuwapelekea mabasi sisi ili watu waje wajaze uwanja. Hatujawahi kuahidi zawadi mbalimbali. Hatujawahi, na ni mashahidi, na ni wazowefu katika hili, na ni miamba kwelikweli wa miambani, watoto wa TM, TMK, wanaume. Na wewe unajua slogan yangu ya Temeke, ni mji wa makeke. Tunatoa wito, tunahamasisha tunapandisha imani wanakuja kwa msukumo wa kiimani, hilo mosi. Pili, huwa kweli katikati ya shughuli tunapenda kutoa surprise. Tutaita surprise kama jina lilivyo surprise, na wao hawajui mwaka huu kuna surprise au hakuna, na kama kuna surprise ni surprise ya aina gani, hawajui bado. Tunawafungafunga ili waje kwa kauli ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, hakika ya matendo hutokana na nia, wa innama likulli mri'in ma nawa, na hakika si vinginevyo, kila mtu atalipwa kile alichokinuia. Tunataka Waislamu walipwe malipo kamili ya kiqurani na sio waje wafate zawadi za kidunia. Kwa hiyo kama zipo na sisemi kama zipo, ili ni tusivunje miko yetu tukasema zitakuwepo Alafu akipatikana mmoja akaja kwa ajili ya kusikia kuna surprise, tutakuwa tujamtendea haki, tumeipromosha imani yake. Kama zipo mtasikia huko huko. Zawadi kuu mwaka huu ni kitita cha shilingi milioni thelathini. Hii haijawahi kutokea, na mwenye macho hambi utazama, na mwenye masikio hambi usikia. Na zawadi ziko zingine chungu mzima, lakini Mtanzania pia akiingia ndani ya top five atajipatia kiwanja chenye siku ya mita takariban mia sita maeneo ya Kimbiji, karibu kabisa na bahari.